Inabidi watu wafahamishwe kwamba azawaju rihla, ndoa ni safari. Ajmalu rihlatin bal akhtaru rihla, ndoa ni safari, safari tamu nzuri, lakini safari yenye hatari, hakuna kama ndoa. Safari tamu ndiyo, nzuri ndiyo ndio maana tunapongezana kwamba eh, bwana mabruk, bwana mabruk eh, congratulations hongera. Lakini ujue kwamba na utamu wa safari hiyo vile vile umechanganyika na uhatari wa safari hiyo. Sasa sisi tunaitizama ndoa kwa jicho moja tu kwamba mtu anakwenda kuenjoy, anakwenda kustarehe, amepata jiko, mwenzetu ametushinda, amepata, amepata mke bomba, sijui Basmat, sijui nini, majina tofauti tofauti, hatutizami upande mwingine upande wa kwamba rihlatun akhtaru rihlatin ala litlaq. Tunapiga mfano siku zote, hatari ya safari ya ndege ile uhatari wake ndio umewafanya watu wenye vichwa vilivyotulia kukaa, muhandisi na wa hali ya juu wakapanga mikakati ya chombo hiki, umadhubuti wake. Ni safari tu ya saa sita, saa saba au hata masaa kumi umefika, suratun haila lakini, angalia chombo chenyewe kilivyotengenezwa watu wakaona uhakika 100% kwamba hapa sasa tumefikia katika qimmatul ulia katika quality ya chombo hiki. Bado kuanzia yale mazingira ya paka umeingia katika chombo kile, yote yanakuonyesha kwamba wewe unaingia katika safari hatari ya ndege kuanzia pale airport security ilokuwepo pale, unaambiwa usivute sigareti, usiwashe mitambo yako, ukifika checking zile, ukiingia kwenye ndege bado kuna matangazo, mkanda sigareti, sigire, unaambiwa kutashuka baadhi ya vidubwasha hivyo, ukiviona vinashuka, weka puani kwako, utavuta oksijeni polepole, fanya mwenyewe kwanza, kisha msaidie na mwengine unapewa instruction kiasi kwamba wewe mwenyewe ule ndani unaogopa, kwani tunakwenda wapi sisi? Tunakwenda kufa? Mwana kuambia hapo ulipoka. Mara nyingine unaweza ukakaa ukaona umefuatwa, anambia hapa kuna mlango wa dharura. Kwa hiyo lazima tukupe instruction na information, kitokea dharura, fungua hapa, sukuma hapa, unatoka, mtu mwingine anaweza shuka. Lakini yote yale unaambiwa kwa sababu ujitambue kwamba uko katika safari hatari. Leo ni safari ya masaa sita au matatu au saa moja na nusu kama unatoka Mombasa kuja Bujumbura. Ikiwa safari ya ndege ni hatari kiasi hicho na masaa yake ni sita tu, je, safari ya ndoa ambayo ni rihlatul umr ni safari unayosafiri wewe umri wako wote. Uhatari wake ukoje? Ni nani anayetupa instructions zake kwamba likitokea moja, mbili, tatu tufanye nini? Vijana tunasoma wapi kabla ya kuingia katika ndoa? Nani anatufundisha namna ya kuchagua na kuingia katika suala hili? Lakini wewe unafurahi tu. Ah, bwana wife, bwana wife, bwana wife. Bwana mimi nataka kukuambia sasa, kuna wengine wana wife, lakini wengine wana knife <laughs> ndio maana inafika pahali unasema nitakufa mimi. Ndio mnacheka kwa sababu ni kweli kuna waifu na naifu. Sasa ukipata naifu, ole wako, na naifu unachagua mwenyewe, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala, sisi Waislamu ametupangia mipango, na wengi wetu tunakosea pale mwanzo, hesabu zetu zinakwenda kombo. Ndio maana Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja katika ile hadithi, akasema tunkahu lmar'atu li arba mwanamke huolewa kwa mambo manne. Hii siyo amri, Mtume anataja, anasema watu huoa kwa mambo manne. Sasa katika hayo manne yakatajwa: limaliha, kwa sababu ya mali; lijamaliha, kwa sababu ya uzuri; lihasabiha, kwa sababu ya koo yake na saba yake; lidiniha, kwa sababu ya dini yake na tabia ya zake. Sasa katika manne haya Mtume akaelekeza kasema, fadhfar bidhati ddini taribati yadak, chagua wewe yule mwenye akhlaq mwenye dini, utabarikiwa. Hizi zote nyingine kaziacha. Rasulullah kaacha uzuri, kaacha mali, kaacha nasaba, kasema chagua mwenye dini utapata baraka. Vijana wengi kama sio asilimia kubwa suala la ndoa kwake yeye, kwanza anatizama uzuri.